Aya, asante, asante, asante, asante, asante. Nataka nirudie hilo, wanacheza kwa nafuna. Wanacheza kwa nafuna. Na imani na Samia. Oh, oh. <laughs>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 Waheshimiwa wabunge, asante. Waheshimiwa amesikia mwezi wa nane. Kwa hiyo, waheshimiwa wa bunge mnashangilia kuendelea kuitwa waheshimiwa wabunge. Nimalizie, nimalizie kwa kusema Mungu libariki bunge letu la Tanzania. Mungu abariki wa wabunge wote. Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Oktoba tuna